Jiondoa kama People's Liberation Party mm -hmm. kwa Azimio, na tuliojiondoa kitambo, najua iko watu wanajiondoa sasa, wako kwa ziara ya kujiondoa mm -hmm. bado jina linabaki Azimio lakini si ile Azimio mm -hmm. tuliloingia. Kumbuka hata hapo mbeleni wale walikuwa wameanza wame urafiki na chama cha Daktari William Ruto KK kwa njia isiyo halali, kama UDM na wengineo, walikuwa washatoka azimio. Kwa hivyo azimio jina liko lakini sio ile azimio ya zamani. Wenyewe sasa ndio watajibu hiyo maswali yingine. Na opposition iko iko ndani ya bunge na iko nje ya bunge. Mimi nawasikia wana Wiper wakisimama kidete na kutetea Wakenya. Nimesikia wana DAP-K wakisimama kidete na kutetea Wakenya, hata iko wabunge walichaguliwa na UDA wanasimama kidete kwa bunge wanatetea Wakenya. Kwa hivyo upinzani uko, lakini viti vya upinzani ndani ya bunge zinakaliwa kinyume cha sheria na watu ambao wamejiunga na serikali watu wa ODM, mm -hmm. Na hiyo ndio tunasema ni kinyume ya sheria, na hii serikali ya Daktari William Ruto, serikali haini, imekuwa ikipuusa sheria za Kenya, mm -hmm. Sababu hata wasasa, wa sasa wakiwa wameshikana mikono na ODM wanapuuza sheria za Kenya, mm -hmm. Sababu kukosa kuelezea wazi wako na post election coalition agreement ndivyo waondokee wawache upinzani uwe na wapinzani. Hiyo ni kuharibu accountability ile imewekwa kwa katiba, yaani hawataki kusukumwa na uwajibikaji, because kukiwa na watu wamekalia viti ya opposition, wataona ya kwamba wajibikaji utakuwa wa hali ya juu. Mimi ningeuliza wananchi, kasi ya kusukuma hii serikali kwa uabikaji haitakuwa ni ya upinzani wale wako bunge peke yao, o wale tumesema sisi ni vyama vya upinzani. Tunakuuliza wewe mwananchi, ambao mzigo uko kwako, ambao umefinyiliwa na kiatu kwa shingo, ambao hata kupumua ni vigumu, tunamuuliza mjini, unge nasi, tuungane tukombone, unite liberate Tusipojikomboa sisi wenyewe tutafinyiliwa pengine, maisha yetu iishe, sababu hii ni serikali pia ya mauaji, na tume la kikatiba National Commission on, Kenya National Commission on Human Rights, ambayo ni tume ya kikatiba ishasema wazi, hata wakati wa protest za jensi mwaka jana vijana zaidi ya 64 walikufa. Wale walijeruhiwa ni elfu na zaidi. Wale hawajajulikana wako wapi ni themanini na mbili na tumeona utekaji nyara wa kiholera wa vijana wetu na hata watu wa nchi jirani kama Kisa Besigye, Ubedi Lutare, pia watu wengine kutoka Uganda 36